Kwa nini kila siku anataka hiki anataka why? Why? na kuombea jioni ya leo, usiruhusu hata kwa sekunde moja hiyo mindset ikaingia kwenye akili. Maana anasema ulimwengu wote lazima ugawanywe kwenye makundi mawili: ni either you have the mindset of Abel, au uwe na mindset ya Cain. Kuna aliye katikati. Uwe na mali nyingi, uwe na mali kidogo, the mindset is to be one. Mungu anisaidie sana, Mungu akusaidie sana. Hata ninapopata buku mkononi nitakachokifanya na buku niliyoipata kinaanguka kwenye either the mindset of au mindset ya hapi. Bwana, na tushindie tunapoimba ubeti wa mwisho. Desemba 1901 anasema jina lako kuwemo katika kitabu cha kanisa halitoshi kukufanya kuwa Mkristo wa kweli. Ya kupasa ulete matoleo yako kwenye madhabahu ya dhabihu. Ushirikiane na Mungu kwa uwezo wote. Usizuie kitu chochote. Mtu anaweza akauza chochote amalizie nyumba yake. Habari gani kuhusiana na nyumba ya Bwana? Lazima moyo uwe na maumivu kwamba mbona yangu inaisha, mbona yangu naikimbiza spidi, mbona mbona nawaza kuongeza nyumba nyingine? What about the house of God? Habari gani kuhusiana na nyumba ya Mungu? Mungu ausumbue wa moyo wako na akuonyeshe ya kupasayo kutenda. La Biblia inasema kwa imani Habili alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora kuliko Kaini, kwa hiyo alishuhudiwa kuwa na haki mwisho anasema Mungu akazishuhudia sadaka zake, na anasema kwa hiyo, kwa hiyo, ijapokuwa amekufa angali akinena. Mtakapomjengea Bwana nyumba ya sala, hata kama maisha yatakoma, nyumba hii itaokoa watu milele na milele. Tumechoka kuwa na vikanisa ambavyo vuv Bwana amewapa wazo wa kujenga nyumba ya heshima, shangilieni, na kila mkijenga moyoni mnasema, Mungu kadri linavyojenga nyumba hii bila kuchoka, jenga tabia ya watoto wangu, jenga, jenga ndoa yangu, jenga biashara yangu, na usisubiri matangazo ya sabato za majengo. Fanya chana na usiku, na Roho Mtakatifu aseme na wewe. litukuzwe jina lako, mfalme. Asante kwa ajili ya jioni ya leo. Hawa ni watu wako Mungu, tunajikabidhi mikononi mwako Mungu. Umewaita kujenga, basi nakuomba wape hela, wape fedha kwenye biashara, wainue kule kazini, waonyeshe miujiza Baba, juma hili likawe la miujiza, wapatie watu kazi ambao hawana kazi, wape mitaji, fungua baraka kwenye hazina za watoto wako Mungu. Natoa wakati kila mtu aombe kimoyomoyo, ombi lolote ambalo litakuwa ni baraka kwa ajili ya kazi yako, kazi ya ujenzi. Mtoto wako anaomba kwamba ni kazi, kwamba naombea mradi fulani. Sasa kila mtu naseme na Mungu kimoyomoyo, kwa imani weka maagano na Mungu juu ya kazi yako, biashara, uchumi. Baba yako anakusikia ambele, biashara yako, kazi, ule mradi, zungumza na Mungu, mwambie kupe moyo wa kujitoa, kujenga nyumba yake na jina lake, sikia kutoka mbinguni. Mungu wetu yeye ba kimbilio taabuni, msaada penye shida ulio karibu sana. Imba mama wetu kwa imani, imba geta amen. Amen. Kesho, kesho. Itakuwa ni ibada maalum ya kufunga na kuomba, kuomba. Na mchungaji Shafi ataitangaza vizuri jinsi programu itakavyoendelea mpaka jioni, lakini vile vile tutagawa bahasha tutakazoziombea tutakazo sana bahasha ambazo tutazitumia siku ya sabato kuweka mioyo yetu kesho tuje jioni na familia zetu. Boksi la maombi sijui liko wapi, kesho liandaliwe. Kesho tutaomba sana kwa ajili ya kazi zetu, biashara, miradi, kazi. Kama unaweza kuja na mume wako na watoto wako, hakikisha kesho hawakosi. Tutautafuta uso wa Bwana na Biblia inasema mtakwenda kunitafuta kwa moyo wenu wote, nami nitaonekana. Kwa hiyo kesho ni siku tofauti na siku zingine ikiwa unaweza kuja mapema, bado mimi nitakuwepo, pasa atakuja mapema kuomba na mtu binafsi, lakini kuanzia saa kumi na mbili mpaka saa tatu na nusu kesho, ni usiku wa maombi. Nenda kaweke familia yako vizuri na ratiba ili uweze kuhudhuria. Kwaya ya wanawake na kwaya ya kanisa kesho zitakuwa zamu, naomba mjipange lakini kamati ya majengo mtasalia mtasalia mara baada ya wengine kutawanyika. Wakati huo, ninashukuru sana kuwapata watu amazing grace kutoka kule Boko pamoja na the gospel light. Mnaweza mkaja sasa hapa mkatupatia wimbo tunapoelekea kumaliza program hii. Wale ambao mnatufuatilia karibuni sana kesho tena, masaa ya saa kumi na moja na nusu kwa program ya uimbaji, lakini na maombi na usiku. Kokote uliko karibu Bwana awabariki sana. Kesho ni itakuwa ni siku ya kukumbukwa, siku ambayo tutalia na kutafuta uso wa Bwana. Tutajinyima kabla ya kutoa sadaka, kwanza tunaitoa mioyo yetu dhabihu kwa Bwana. Bwana awabariki sana, karibuni tena kesho jamani. Mungu awabariki wa

Sitachoka kuja kwako, nitashikilia kwako hata enn oneje ta amini kwako. Sitachoka kuja kwako, nitashikilia kwako. Nina jua Bwana, rehema yako ya tosha tena nyingi zaidi ya wingi wa makosa yangu, unaweza nitakasa, nikawa safi, nitakasa.

Nikawa mwema safi, nitakase moyo wangu, najinyenyekeza kwako, katika katika yoyote sitachoka kuja kwako, nitashikilia kwako